Wa mkoa wa Katavi unategemea zaidi kilimo, ufugaji na uzalishaji mazao ambao unachangia asilimia tisini ya pato la mkoa na kuajili zaidi ya asilimia tisini ya wakazi wote. Katika uzalishaji wa mifugo aina ya ng'ombe mkoa unakadiriwa kuwa na wastani wa zaidi ya laki tano. Licha ya uzalishaji huo bado wananchi wamekuwa wakilalamikia kupanda kwa bei ya nyama ya ng'ombe kutoka kilo elfu nane hadi elfu kumi. Wasiwasi wasi wao mkubwa bei kuongezeka zaidi wakati wa sikukuu za Eid na Pasaka. daa ni shilingi elfu kumi hadi elfu tisa na huku ndo mazaliwa ya ng'ombe. Ukiangalia umbali wa kutoka huku kwenda daa, wanasafirisha ng'ombe mpaka wa, zinafika daa, kuna vibali kuna leseni kuna kila kitu, lakini ukiangalia huku kwetu kunakuwa kuna, kuna bei ni kubwa sawa na daa au sangine hapo kutakuwa na bei kubwa hivi. Mamlaka hii iangalie kwa jicho la pili, hali ya bei ya nyama kwa kweli iko juu watu tukaa tunakula kilo, sasa hivi nanunua robo. Mi mteja hapa kila siku, lakini kwa hali ni mbaya kwa kweli. Kimaisha nyama imepanda bei, wateja kwenye supu, wateja hatupati kama malishe. Biashara ni ngumu, tunaomba serikali mtusaidie. Kilo shilingi elfu kumi, finyango zinahesabika. Kupanda kwa bei ya kitoweo cha nyama ya ng'ombe pia kinawafanya wakazi wa mjini mpanda wengi wao kuyageuzia mgongo mabucha ya nyama hata wakati wa mfungo wa Ramadhani na kwa resma biashara zinagandamara hazitoki nyama tulikuwa tunaweza kuuza miguu miwili sahizi ni kakipisi kama kaibaki kilo 5 na kaijaisha mpaka sahizi hali ni mbaya kwa sisi tunaathirika sana kwa bei mara nyama zinalala tunauza tofauti na huko nyuma tuko tunauza kilo hadi kilo mia. Sasa tunauza kilo hamsini, na nyama zinalala zinaharibika. Asala ni kwetu kwa sababu tunakula shoti sana. bei ilipopanda, bei kutoka kwenye elfu nane kwenda kwenye shilingi elfu kumi kidogo itikio wateja ukapungua. Hapa nakutana na kaimu afisa mifugo wa mkoa wa Katavi, ambapo anasema ushindani wa kibiashara wa mifugo ya ng'ombe inachangia gharama ya mifugo hiyo kuwa juu kwa sasa. Kwa hiyo wa Katavi kuna baadhi ya maeneo kama wilaya Tanganyika tumezungukwa na baadhi ya nchi kama tumezungukwa baadhi na baadhi ya nchi kama wazetu wa Kongo na, na, na, na, na watu kutoka Rwanda tupo nao jirani sana, na hao wanaingia wengi sana katika maeneo yetu ya Tanganyika kwa ajili ya kuja kufanya biashara ya mifugo. Wanavyokuja watu kutoka nje, wanakuja kupandisha bei ya mifugo, ni kwa ni juu sana. Wenyewe wanakuja kwa in terms of dollars, kwamba wanakuja kununua mifugo yao kwa kutumia dola, sio tunatumia shilingi tunajua kabisa dola ina thamani kuliko, kuliko shilingi kwao. Wanavyokuja wanavyo watu kutoka nje wanasababisha mifugo ipande. Imekuwa kawaida kwenye sikukuu bei ya nyama kuonekana kuwa juu. Hofu kwa wakazi wa Mpanda ni kushindwa kumudu gharama ya bidhaa ya nyama ya ng'ombe ifikapo sherehe za sikukuu. Mwanaidi Waziri, habari weekend. <muchas>